Mchezo mzuri sana, of course ni mechi ya hisani charity. Uh, tunategemea mambo mazuri, tuna ndoto kubwa na hii, tunatamani tena, uh, tutakavyowaita tena, tuendelee kuipata support. So far tumepata support kubwa na I am grateful we got to do this. Tunaendelea ku support wanawake baada ya mechi hii. Of course, kuna muendelezo mkubwa, kuna mechi nyingine nyingi ambazo zitakuja na people that will get to see it napiogetset uh, target yetu kubwa ni kusaidia uh, mabinti lakini pia tukiacha kusaidia mabinti, kuendelea ku support nchi yetu kwenye namna nyingi na ndio maana tunaenda, mapato yaliyopatikana hapa yanaenda kujenga shule pande za nyingi. So hichi ni kitu kikubwa, we did something very nice and I'm glad I got chance to do this. Kwetu huu ulikuwa ni mwanzo, na naamini ni mwanzo mzuri sana. na vipaji umeviona vipi? Ah, vipaji vilikuwa yani talents ambazo zina viwango vya juu, hata upande wa pili walicheza vizuri sana. So mimi nimeshukuru kupata hii nafasi. ya tachi yako kwenye pitch ina thamani gani? ina thamani ni kubwa kwa sababu uh, mi ni msanii uh, ni rap mimi, sicheza mpira this was my first time megusa mpira. Hiyo ni mwanzo, so naenda kujifunza. Next time tukikutana hapa, mtaamini, yani nitakuwa level noma zaidi, na pia kwa upande wa wanaume yani ntakua ena zaidi. Waendelee tu waendelee tu kutusupport <tipi> waendelee tu kutu waendelee kutu waendelee kuruhusu, talents ziko nyingi, let's let's support and you. Umekuja kucheza katika katika mechi mechi hii hapa ya kurejesha katika jamii, pengine kwa upande wako mechi ilikuwa je? Uh, kwa majina naitwa Jack Mfedi. Kikweli mechi ya leo ilikuwa nzuri kutokana na timu zote mbili zilikuwa ni nzuri, ni pia ni wachezaji wazuri ambao wana uzoefu na ligi. Kikweli mechi ilikuwa ni ngumu kiasi, kwa sababu hata ukiangalia kipindi cha kwanza kuna goli mbili kwa moja pia watu wame, kipindi cha pili wamerudi wamesawazisha, kwa hiyo mechi ilikuwa na ushindani kwa kiasi chake. Wewe ni uh, binti ambaye ni mchezaji mpira lakini pia ni m pengine uh, ni sana watoto wa kike ambao wanakuja kucheza mpira, wapambane. Mpira ni mgumu, sio mwepesi kama wanavyofikiria kwao, wapambane, mazoezi kwa wingi, wasahau pia elimu, unawezaje ku maintain elimu lakini pia ku maintain kipaji chako, ili uweze kuwa mchezaji mpira professional. Haki kweli, ukijitambua unachokifanya, kuna muda lazima utenge muda wa mazoezi, pia utenge muda wa masomo, lazima ubalance. Kwao kuna muda utajiwekea, lazima kuna muda fulani.